Hali gani mwanafamilia, na natumai ubuheri wa afya tele kabisa. Sasa mwanafamilia, niendelee kukukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kutembelea kwenye YouTube channel yetu, basi tukumbusha kwamba usisahau kubofya maneno mekundu yanayoandikwa subscribe chini ya video ili uwe kwanza kabisa kupata habari zetu punde tunapokuwekea kuna kwa YouTube channel yetu. Sasa hii leo tukiangazia, viwanjani hasa kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans. Sasa ni kwamba Young Africans katika michezo yake miwili ya uh, kimataifa yanazungumzia kafu ya Champions. Ni kwamba klabu Young Africans wameweza kushinda michezo yake yote miwili eh, away and home, yani mchezo wa away ugenini na nyumbani na kuise, kuifanikisha Yanga kufikisha aggregate eh, ya tano kwa sifuri dhidi ya, ya mpinzani wake ambaye alikuwa anacheza naye kwa hiyo Young Africans wanazidi kuendelea kusonga mbele baada ya ushindi huo hasa e, katika, michuano ya katika michuano hiyo mikubwa. Sasa katika kitu cha kushangaza ni kwamba kuhusiana na mashabiki wa Young Africans eh, imekuwa ni kitu cha kushangaza baada ya Young Africans eh, ijapokuwa inafanya vizuri, lakini kitu ambacho kushangaza ni kwamba mashabiki wanaonekana kutofurahishwa, e, furahishwa Aa, na ushindi huo, ina maana kwamba bado hawaridhishwi na kile ambacho kikosi cha Young Africans wanakideliva kwa mashabiki yani, wanachoki, wanachoki, wanavyo, namna wanavyocheza uwanjani e, mashabiki wamekuwa bado hawana imani na timu yao huku e, lawama nyingi zikienda e, kwa kocha na kusema kwamba e, mfumo ambao wanaocheza hivi sasa e, ni kama mfumo ambao e, hauja hususan hau, hau, hauridhishi katika kikosi cha Young Africans ukilinganisha na namna ambavyo Young Africans ilivyokuwa inacheza kwenye misimu mingine iliyopita. Ni kama vile e, mashabiki wana hofu ya kwamba huenda Young Africans e, mbio zao zikawa fupi e, kwa namna ambavyo wanavyocheza yani, e, kitu ambacho kama hakiridhishi. Kwa hiyo huenda e, lawama hizi e, zikamponza kocha na kupelekea E, kocha huyo e, kutimuliwa hii e, ni kutokana na namna ambavyo football wa Tanzania lilivyo. Mara nyingi pressure za mashabiki kwa kocha huwa e, zinaweza kuchangia e, kocha kutimuliwa kwenye kwenye kwenye timu hii. Ni ni ni desturi mara nyingi sana ya vilabu vi, vi, vi, vingi hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo hata viongozi wenyewe, timu inapokuwa inafanya vibaya e, ni kama huwa hawana wanafurahia pale mashabiki wanavokuwa wanamlaumu kocha, kwa kuwa wenyewe tayari wanakuwa wamepata kivuli cha kujificha eh, ya kwamba hawahusishwi haw, na matokeo yoyote ambayo yanaonekana mabaya hasa kwenye kikosi eh, kinavokuwa kinachezwa njiani, mfano kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo, mwanafamilia, niendelee kukumbusha kwamba usisahau kubofya kulike na comment, utakuwa umefanya vizuri.